Ni afueni, ni afueni sasa kwa wagonjwa wa saratani nchini ambao wataanza kufaidi zaidi ya chini ya mpango wa SHA kuanzia mwezi ujao. Rais William Ruto ametangaza kuwa wagonjwa hao watalipwa shilingi laki nane za matibabu kwa mwaka badala ya shilingi 550. Eh, Rais Ruto pia amesifia mpango wa bima ya afya ya jamii, SHA, akisema umewasaidia wananchi wengi na eh, wa kawaida kupata huduma za matibabu. Brenda Wanga, sasa anaarifu zaidi. Katika hotuba yake ya tatu kwa taifa bungeni, Rais Ruto ametangaza mabadiliko kwa matibabu ya ugonjwa wa saratani chini ya mfumo wa SHA, Rais Ruto akisema mabadiliko hayo yatawasaidia wagonjwa wanaohangaika au hata kukosa matibabu kutokana na gharama ya juu ya ukaguzi na matibabu ya saratani ambayo yamesababisha familia kadhaa kutumbukia kwenye umaskini. Rais akisisitiza kwamba kuimarisha kwa kiwango kinacholipwa na SHA kumetokana na kilio cha Wakenya kuhusu huduma za SHA mbali na kuwa sehemu ya mabadiliko anayofanya kwenye sekta ya afya. SHA sasa ikiwalipia bima ya afya Wakenya milioni 2.3 ambao hawana uwezo wa kujilipia wenyewe. Zaidi ya hayo, rais alitaja mafanikio ya uzinduzi wa mpango wa afya bora kwa wote UHC unaoendeshwa na maelfu ya wahudumu wa afya ya jamii ambao kazi yao anasema imeimarisha utoaji wa huduma ya afya nchini kote na haswa maeneo ya mashinani. 8.9 million households have so far been visited. 9.9 million diabetes screenings have been done with 134,000 cases diagnosed.

Wakati huo huo, rais anasema serikali yake imeweka juhudi za kuimarisha usambazaji wa vifaa na dawa, na haswa kwa kufanya mabadiliko katika mamlaka ya kusambaza dawa na vifaa vya matibabu KEMSA, pamoja na kubadilisha mfumo kuhakikisha kuwa vifaa vya matibabu hufika katika hospitali zote za umma nchini na haswa zilizoko chini ya serikali za kaunti a Kenya where every citizen can face tomorrow with confidence, knowing their nation will stand with them in their hour of need. Rais Ruto amesema utoaji wa huduma bora za afya utawapunguzia mzigo wa Kenya na kuhakikisha wanajihusisha kikamilifu kwenye harakati za maisha. Brenda Wanga, Runinga ya yes Citizen.